Ninawiwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, kwa sababu amewapei nafasi ya kufanya kazi kubwa, waheshimiwa wa bunge, katika kulitumikia taifa yetu ya Tanzania kwa nafasi zenu, na kipekee sana mmefika mkoani Katavi ukagua shughuli za maendeleo, lakini pia tunapata wasaa kutazama fedha ambazo ninyi waheshimiwa wa bunge katika bunge mlipitisha zije kwetu Katavi kutekeleza shughuli mbalimbali za kimaendeleo katika maeneo yetu. Na mimi kwa niaba ya Mheshimiwa Mwanamvoza Mlindoko mkuu wetu wa mkoa wa Katavi, kwa heshima na taadhima, naomba niwakaribishe sana mkoani Katavi. Karibuni sana. Katavi ni salama, na tunayo matumaini makubwa kwamba Mheshimiwa mwenyekiti na timu yako mtafanya kazi katika mazingira yaliyo bora mjapata kuona, kwa sababu ya hali ya hewa iliyo nzuri katika mkoa wetu wa Katavi. Hapa tulipo ni halmashauri ya Tanganyika, lakini ndipo zipo ofisi za wilaya, kwa maana ofisi ya mkuu wa wilaya. Katika jengo hili kazi ambayo imefanywa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, tunamshukuru sana. Tumeweza kupata Tanganyika ukumi mzuri ambao pia ninyi wageni wetu tumeweza kufikia hapa. Tumefanya hivyo kwa sababu kazi yako Mheshimiwa Mwenyekiti ya kwanza inafanyika hapa Tanganyika. Hatukuona sababu ya kwenda kuanzia makao makuu ya, maka ya mkoa kule Mpanda halafu karudi huku. Tuona itakuwa ni matumizi ambayo sio sahihi ya muda. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia muda kama ambavyo mtaona usema, uh, katibu tawala wetu kaimu katibu tawala mkoa. Uh, tunazo taarifa mbalimbali kulingana na kazi ambayo umeielekeza kuja kuifanya Tanganyika ama Mkatavi kwa ujumla wake. Na taarifa hizi kwa sababu tumetambua muda na mmetembea mwendo mrefu, tumeona tusio na mengi ya kuzungumza, tuzifikishe kwako na kwa heshima na taadhima. Sasa kama ishara ya kukabidhi na baadhi ya taarifa na uzipokee eh. Baada ya kukabidhi hizo taarifa na mkoa wetu ni mkoa ambao ni miongoni mwa mikoa ya Tanzania inayofanya vizuri katika urejeshwaji endelevu wa mazingira ambayo yanaharibiwa kutokana na shughuli za kibinadamu za kila siku. Tunazo wilaya tatu na halmashauri tano, ikiwemo halmashauri hii ya Tanganyika hapa tulipo, manispaa ya Mpanda, halmashauri ya Nsimbo na kutoka Mheshimiwa na Rubembe hapa Tanganyika natoka mheshimiwa Kakoso mbunge wetu, na salamu zake nitaziwasilisha, kwa sababu nasema nizifikishe nisije nikasahau baadaye. Kwetu tunayo halmashauri ya Mlele pia tunayo halmashauri ya Mpimbwe. Mheshimiwa mwenyekiti, sehemu kubwa ya mradi wa lisoi mazingira na hifadhi ya Banoe katika maeneo yetu umejikita katika kupambana na vichocheo vya uharibifu wa mazingira ambavyo ni shughuli za kiuchumi wanazofanya wananchi wetu. Na katika miradi hii ambayo imebuniwa na serikali ikiwemo wizara ambayo Mheshimiwa naibu waziri yuko hapa, tunafanya kama serikali kuhakikisha kwamba tunatekeleza miradi ambayo inachochea kwanza uchumi wa wananchi, lakini pia inahamasisha wananchi wasiendelee na mazoea ya kufanya shughuli kwa mazoea, isipokuwa wafanye kama ambavyo wataalamu wetu wanaelekeza, ili kuhakikisha kwamba tunakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi eneo hili linajikita katika swala zima la ufugaji, lakini uandaaji wa marisho na fursa mbalimbali za kiuchumi, namna ya kufuga kisasa katika maeneo haya. Vijiji mbalimbali vimenufaika moja. Kijiji ambayo mtafika leo ni pamoja na kijiji cha Kapanga pamoja na maeneo mengine mtapita njia, lakini maeneo jirani ambako m inatekelezwa pia nao na wamepata fursa za kujifunza, na kwa sababu miradi iliyotekelezwa katika maeneo yetu mingi. Ni mingi ina takriban gharama ya bilioni 16 milioni 592 ukijumlisha katika mkoa mzima wa Katavi. Watanganyika taarifa zake tutapokea kwa usiku kwa, kwa, kwa upekee wake. Lakini pia ukifika kule uh, Simbo, ukifika kule Manispaa ambako mtafika pia, kuna ujumlisho wa miradi ambayo inafanywa na serikali ikiwemo miradi ya maji, lakini ndani ya ma, mazingira katika ku, kakisha kwamba tunahifadhi taka kutoka majumbani hasa taka za maji, ili kwa kuhakikisha kwamba Mpanda na Katavi yote kwa ujumla ipo salama, tukiitikia maelekezo na sera za Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan rais wetu, ambaye amekuwa ni rais wa mfano na miradi ya kimikakati inayohifadhi mazingira kinikiika hudumia wananchi katika maeneo haya. E, kabla hatujaanza kuzunguka tumeshaona e, joto e, na ukarimu, lakini tumefurahi tulipokuwa tunaingia tumeona namna mazingira yalivyotunzwa vizuri, wakati e, tumeingia Tanganyika tumejionea. Kwa hiyo furaha yetu imeanzia tangu tulivyoripoti e, kwenye mpaka wilaya ya Tanganyika. E, kwa hiyo tunaamini uwepo wetu hapa, kama mlivyotuhakikishia, utakuwa ni wa amani na kazi yetu itakwenda vizuri kwa ushirikiano wenu. Eh, kama uh, eh, Mheshimiwa DC alivyozungumza awali kwamba tuko hapa kwa kutekeleza majukumu ya kikatiba eh, ibara ya sitini na tatu ya katiba eh, kile kifungu cha pili eh, kinasema kwamba Bunge ndio kitakuwa chombo chenye mamlaka ya kuishauri na kuisimamia serikali pamoja na vyombo vyake. Kwa hiyo uh, Mama Samia anatoa ana fedha nyingi mnafahamu kwa hiyo pamoja na kuwa nyinyi wenzetu mlioko huku mna muda mwingi zaidi e, wa kusimamia mkuu e, wa mkoa na vyombo vyake na DC na vyombo vyake, mnafanya kazi nzuri e, mnamsaidia rais, lakini mnalisaidia bunge kulingana na katiba, lakini na sisi tuna wajibu huo, e, kanuni zinatutaka kabla hatujaingia kwenye budget tupite tuangalie mahali ambako fedha tulizipeleka zimetumikaje. Kwa hiyo ndicho kilichotuleta hapa Tutakuwa hapa kwa siku mbili eh, tutakwenda maeneo yaliyoainishwa, naamini wenzetu tutaambatana na sisi ili kujionea lakini pia kushauriana pengine namna bora ya kuendelea kuboresha. Kwa hiyo hapa hatuna maneno mengi, hatuna hotuba kama tulivyozungumza kwamba itakuwa ni muda mfupi, lakini eh, naamini tutashirikiana vizuri. Kikubwa tuendelee kuiunga mkono serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan inafanya mambo makubwa mambo ya ajabu, e, na nyinyi wote mlioko hapa ni mashahidi, na sisi tumekuja hapa kuendelea kushuhudia na kazi nyingine ambazo tumeziona tu kwenye makaratasi. Tanganyika Bada... ni mojawapo kati ya halmashauri saba zinazotekeleza mradi wa urejeshaji endelevu wa mazingira na hifadhi ya banuai katika ukanda wa ziwa Lukwa na mto Uramkuu. Katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mradi huu unatekelezwa katika kata tatu zilizopo ukanda wa mto Katuma ambazo ni Katuma, Mjagala, Sibwesa na vijiji nane ambavyo ni Katuma, Mpembe, Kapanga, Kamilala, Sibwesa, Nkungwi, Kabage na Mnyagara. Mradi huu ni wa miaka mitano kuanzia Julai Januari 2021 hadi Disemba 2025. Lengo kuu la mradi ni kuimarisha usimamizi wa pamoja jumuishi wa mazingira na urejeshwaji ardhi, urejeshwaji wa ardhi iliyoharibiwa ili kujenga uhimilivu wa, wa mifumo ekolojia na jamii kwa ujumla. Utekelezaji wa mradi Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya maji na mazingira, mojawapo ya shughuli zilizopangwa kutekeleza katika kipindi cha mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ilikuwa ni ujenzi wa miundombinu ya kuwezesha mifugo kupata huduma bora za ugani ikihusisha ujenzi wa josho la kuogeshea mifugo, bilika la kunyweshea mifugo na banio kwa ajili ya kuchanjia mifugo katika kijiji cha Kapanga. Lengo kuu ilikuwa ni kurahisisha upatikanaji wa huduma hizi kwa wafugaji na kuleta uh, uf uf ufugaji wenye tija ufugaji ndio na nao zingatia utunzaji wa mazingira. Mradi huu umefikia asilimia tisini na umeanza kutumika tarehe 27 10 2024 ambapo mpaka sasa mifugo 1282 imeogeshwa. Mradi huu umekabidhiwa kwa serikali ya kijiji cha Kapanga na unasimamiwa na kamati ya uendeshaji wa josho iliyo chini ya serikali ya, ya kijiji. Thamani ya mradi. Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya maji na mazingira. Kazi hii ilitengewa jumla ya fedha kiasi milioni 44,575 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya ndani kwa mchanganuo ufuatao. Ujenzi wa josho kuogeshea mifugo ilitengwa milioni 21, ujenzi wa bilika la kunyoshea mifugo milioni kumi, ujenzi wa banio kuchangia mifugo kiasi cha shilingi milioni 13. Hata hivyo, hadi kukamilika kwa shughuli hizi, jumla ya fedha iliyotumika ni chi, chi shilingi milioni 71 na laki moja, ambapo kiasi cha shilingi milioni 27 zilizoongezeka zilitokana na fedha za mapato ya biashara ya hewa ukaa kutoka kijiji cha Kapanga kwa ajili ya ununuzi wa local material, malipo ya fundi na na, na na na fundi wa ujenzi. Tazungumzia kuanzia kwenye josho. Kwenye josho tumejifunza mambo mengi ambayo tumenufaika nayo. Kipindi cha nyuma sisi tulikuwa tunashughulika na ugonjwa wa ndigana kali na, na ndigana baridi. Huo ugonjwa ulikuwa unatusababisha ng'ombe walio wengi walikuwa wanakufa sana, ajili ya magonjwa ni milenzi ya kupe. Sasa sisi tulikuwa tunatibu kumbe hatuogesi ng'ombe. Kwa sasa hivi, toka tarehe ishirini na saba mwezi wa kumi tulipofunguliwa ili josho hili, siku hiyo hiyo tulianza kuogesha ng'ombe wetu hapa. Tulianza kuyaona mabadiliko makubwa sana, tofauti na vile tulivyokuwa tunafuga sisi ng'ombe wetu. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mama Samia sababu ule ugonjwa ambao ulikuwa unatusumbua, ulikuwa unatupunguzia mifugo zetu saidi, yani ni kwa heri mbamba kwanza kabisa. Tunatarajia kupata maziwa kwa ajili ya rishe, pia tunatarajia kupata manufaa kwa ajili ya mbolea ya asili, pia inatusaidia kupata bayogesi japokuwa tuna tunatarajia tuna kupata bayogesi kwa ajili ya kuchakata kupata mkaa tena. Tunaomba huu msafara mkatufikishie hili, tunahitaji mashine ya kuchakata nyasi kwa ajili ya malisho ya ng'ombe. Majina naitwa Zibieli Muhando, mimi ni afisa mifugo wa mkoa wa Katavi. Uh, tupo hapa eneo la Kapanga ambapo leo hii tumeshuhudia eh, namna mikakati ambayo tumeiweka kwa ajili ya uendelezaji wa sekta ya mifugo. Ipo mikakati mbalimbali ambayo tumeiweka kwa lengo la kuiendeleza sekta ya mifugo ili kuweza kuona kwamba namna gani wafugaji wetu wanainuka kiuchumi lakini pia kuleta mageuzi katika sekta mifugo ili kuhakikisha kwamba sekta mifugo inakuwa na mchango chanya na mchango wake unaongezeka kwenye pato la taifa. Tumeendelea